Mwanasheria mkuu Dorcas Odour na katibu wa idara ya usalama wa taifa Raymond Omollo wametakiwa kufika mbele ya mahakama kuu baada ya uamuzi kugundua kuwa walikiuka amri ya mahakama. Katika uamuzi wa wake wa Ijumaa, jaji John Chikiti alisema kwamba Odour na Omollo wanalaumiwa kwa kushindwa kutii amri ya mahakama iliyotolewa tarehe 26 Aprili mwaka 2024. Kesi hiyo inahusisha fidia ya shilingi milioni 1.5 iliyodaiwa kwa Robert Ndishu ambaye alishinda kesi dhidi ya serikali kuhusiana na hukumu iliyotolewa mwaka elfu mbili na kumi na mbili. Mahakama ilifahamishwa kwamba licha ya hukumu ya awali wawili hao hawakujitahidi kueleza ni kwa nini hawakutii amri ya mahakama wala kuchukua hatua za kuelekeza uamuzi huo. Hati za mahakama zilibaini kuwa Ndishu alishinda kesi dhidi ya mwanasheria mkuu wa serikali mwaka 2009 na alikubaliwa na, na amri ya mahakama na kulipwa milioni moja elfu mia tano tisini na tisa mia sita na tano pesa taslim ambazo hazijalipwa hadi sasa. Ndishu alidai kuwa licha ya kutumikia amri ya mahakama, maafisa hao walipuuzilia mbali wajibu wao wa kisheria. Jaji Chigiti aliamuru Odour na Omollo wafike mbele ya mahakama kwa ajili ya upatanishi na hukumu ya tarehe 23 Juni mwaka 2025. Hata hivyo, maafisa hao watakuwa na fursa ya kujitetea baada ya adhabu yoyote kutolewa. Mwaliko huu unajiri wakati ambapo umma umemakinikia sana kuhusu viongozi wa umma wanaoshindwa kutii amri za mahakama.